Sasa maisha yake yeye mtu anashindwa kuwa serious, atakuwa serious na maisha yangu jamani. Haiwezekani. Eh, na bahati sio tosha, mjua tu ni mtu ambaye ana njaa, pale kwa ana njaa. Lakini baada nilipompa milioni tano, nikionyesha message ya mwisho, wewe ndo tajiri yangu sasa. Hata kutugombanisha tu mbele ya media. Eh, hana ujanja. Hivi kwa nini sasa Doto ana account ya benki maana tunaona miamala mingi sana inapita kwako. Sasa hajui kusoma wewe naye bwana. Hajui kusoma. Hajui kusoma. Kwando kinachomtesa. Hajui kusoma. Sasa wewe ulikuwa unakubali vipi? Kwa sababu mzazi wake si ndo mzazi wake, kwa hiyo kumpa pesa hamna shida. Lazima nimpe tu kijana wangu, nampokelea mimi, nampa na hakikisha, ila kwa ni matumizi hapo ndo simpangii. Sasa shida yake najua kuzitumia kweli kweli yule. Sasa ulizungumza swala la nyumba pia sana hawasi ila simpi hati, mbona? yeah, mm -hmm. Nitampela hati hii, hasahau anaweza kuuza kesho yake utaikuta, amna kuna madirisha tukauza kwa <laughs> <laughs> kifupi sana <laughs> ndio ndio, uishi na Doto Magari unahitaji uwe mtu wa namna gani kwanza? <laughs> Inahitaji usiwe mtu mwenye hasira uh, kama una hasira unajua mtu atepa mwezi kwa sababu unajua mwenzako kila muda nadhani uko ni serious. Ni mtu utani, ni mtu akupenda eh, kwanza ni mtu ambaye ujue hayuko serious. Kile anachokiongea ujue hakiko serious. Sasa mtu kama umjiona huyo jamaa yuko serious kabisa yani unaona eh? Eh, eh. Lakini ni mtu ambayo hayuko serious. Kuna mtu anatamani kufahamu wewe kujoin na Doto Magali. Chanzo chake kilikuwa ni nini? Eh, eh, urafiki tu, urafiki mbaya nishazungumza mara kibao. Unajua ni miaka mingi tumekutana. Mimi nimekutana na Doto kabla hata hajawa maarufu. Mimi sijaanza kuuza magari, namjua Doto yupo kwenye industry ya magari. Aa, nini ambacho kilikuvutia kwake? Maneno yake. Yaani nawaambia, siku zote Doto Yeah. Yes Isa yeah. Lakini nataka nijue kwamba nilisikia kusema kwamba wewe ndo mtu wa kwanza kumfungulia Dr. Magari akaunti ya Instagram ambao sasa hivi ina followers zaidi ya milioni wewe, lakini milioni hujafikisha bado, lakini yako huko pia nao ni ya moto. Mimi nataka uniambie tu ilivyokuwa mpaka ukafungulia akaunti ni kwaje? Ah, unajua uhitaji ulikuwa ni mkubwa sana. Mimi nilikuwa natumia TikTok kupandisha yale maudhui ambayo alikuwa ananitania. Lakini ya doto Magari hajui lolote aasokwanini mm. <laughs> <lakini laughs> <ofisi imefungwa. laughs> <kwa nini>, Isa Tambuu <laughs> kwa sababu umesema Daktari Magari ajui kusoma na tunaelewa elimu haina mwisho yeah. na elimu unaweza ukasoma, kwa nini usimshauri aende akasome e, madarasa ambayo shule mpaka na kuandika

Na kuse, le, mle, so, eh, mm, yule kama alikuwa alikuwa mm, dogo ruga yule ndio mlinzi wako. Sasa msanii wake unajua, akaniambia ah, mlete mlete naye, kama sio ana sasa hivi kanenepa kanenepa, huyu hapa hapa anakula hisia bure, anakula mayai asubuhi matatu manne. Unaona, kidogo hata amependeza. Anatabia wasanii kuwashindwa, unamjua. Kuna mwingine alimtoa yule nini nini anacheza kama Michael Jackson, nakumbuka eh, sasa ukamshinda nasikia msanii alikuwa anakula tu mayai matatu asubuhi wa na wali maneno anakula mayai mengi nini nini. <laughs> <laughs> lakini hisa yeah, labda tumesikia lawama la za Doto kwamba akisema, uh, ni mfanya biashara mwenzako na ni dalali. Lakini wewe unapouza magari amini nyumba za milioni 100 na haumshirikishi kabisa, lakini kwenye magari huko kidogo anapata chochote kitu. Sababu ni nini? Asa, ah, anapata as yeah, kinsi anaona kitoshi kwa sababu hajui kutunza, unajua <laughs> kutunza. Yani hela kuna kupata alafu kuna kuitunza. Sasa kuitunza ndio shughuli hapo kwa kama uju kuitunza utataka ya mwenzio na uitumie. <laughs> <laughs> ushaona hapo, ndo kazi iko sasa. Kijana mwenye umri mdogo una pesa nyingi, unafanya biashara kubwa, lakini nyuma yako kuna vijana wenzako ambao wanasimama na kupata riziki eh, kupitia wewe, lakini unaonekana una maisha ya kawaida sana. Ni vitu gani ambavyo unajoin na, na washikaji zako ili muweze kuishi kugawana hichi ambacho Mungu wakubariki? mimi ni ile mtu ambaye anaweza na fedha ya kula, lakini kusaidia washikaji zangu nyuma, yaani yale mahitaji yangu najikizi, lakini hata washikaji ambao wanategemean kwa namna moja kidogo nayo wanasogea. Kwa hiyo sijafikia ile utajiri mkubwa wao. Kwa hiyo kwa hilo pia namshukuru na Mwenyezi Mungu. Story moja nilionayo kwamba kati ya vijana wako kuna kijana mmoja alikugeuka, kwa maana alikusaliti akakuwa anakuzungumzia vibaya, baadaye kaaisha Kaka, historia yangu msanii kama na kijana aina hiyo inabidi uzichipe vizuri, kwa sababu unajua mimi ni mtu ambaye najitahidi sana kuishi na watu wengine waone umuhimu umuhimu wangu ni nini, yani sio tuishi nao lakini waone ah, huyu mimi ana umuhimu, si ndio? Issa Tambuu, tumefanya jambo jema siku ya leo. Happy birthday brother, kila laheri kwako rafiki. Tumemaliza, asanteni sana na mimi nawashukuru sana watu wa Tanzania, watu wa wa media na washukuru Tanzania watu wote ambao wamekuwa kimsingi, wamekuwa tu support, wanatuunga mkono, kwa sababu bila kusapotiwa hauwezi kufanya kitu chochote yani, msingi wanasema msingi mkubwa ni watu. Ukipata watuoakuja kwako, nimeona benzi zipo nyingi sana kuliko gari nyingine. Sasa Tambua unapenda sana benzi, na mtu akija akisema benzi zako zinauzwa hela fulani. Ah, sasa hiyo ni elimu ya gari na ni elimu pana kabisa, kwa sababu gari inauzwa kutokana na kiwango eh, kutokana na, na aina kutokana na mwaka. Kwa hiyo hiyo uh, sasa inabidi tukae tupayane elimu lakini gari zinaweza kutokana na tabaka. Lakini sisi tunashukuru ni milioni 20 na laki nane. Hapana, bahati mbaya tuna benzi ya milioni 20 na laki nane itakiwa. Nitamtafuta Mbega. Mbega atakuwa nayo. Tutampigia simu. Tunaweza kuna mteja anataka milioni 20 na laki nane. Lakini ukija Tambu kuna milioni 50 na 48 humo. Sasa na ndoto wanafanya kazi pamoja. Mnafanya kazi kishikaji au mna mikataba ambayo mko nayo? Ah, tunafanya kazi kishikaji tukafikisha kabisa. Moja kauli dota alisema na maize mimi ndo ninachokipenda kwa sababu <laughs> Hey. Na ukiona hata yule ambaye yuko nyuma yako naye kuna hatua moja kaipiga, ni kitu kizuri sana yeah. Na Mwenyezi Mungu anampenda yule mwenye kuona mafanikio ya mwenzie naye akayafurahia, kwa sababu kuyafurahia mwenye Nakwambia, muombe mwenzio kumi, wewe utapewa ishirini. Kuna mipango ya kumkabidhi Doto nyumba? Aa, lakini ameshakwambia. <laughs> <laughs> sitompa hati. sababu ni nini ambazo. Nyumba atapewa hati. Tabia gani za Doto magari ambazo wewe binafsi uzifurahii kabisa? Mimi so na tabia zote za kwake, bahati nzuri mimi zote nazipenda. ila tu ana haraka oh. shida yake haraka ana, yeah, yeah. ya, ya, ya, haraka sana. hizi ndio ibada zinazotakiwa. tumekuja hapa katika chuo cha watoto yatima na ulemavu, tumekuja kutoa sadaka zetu cha kuomba dua, Mungu awape afya njema yeah. Awazidishie, awape baraka, awapate usikivu, awatolee usuda kila mtu anaoguswa na hili jambo, chochote alichokuwa nacho alete hapa sadaka yake. Hii ndio ibada sawa. Jamani, kampuni yetu Tambuu Motors tumeamua kuleta ibada yetu au sadaka yetu kwa watoto yatima wenye ulemavu. Bwana Isa, una mawili matatu ya kuambia? Ni kwanza nashukuru, lakini ee, imekuwa ni kawaida yangu kila inapofika tarehe ya kuzaliwa tunafanya kitu kimoja ambacho uh, kitakuwa ni sehemu ya mimi kufurahi, lakini ni sehemu ya kurudisha shukurani uh, kwa jamii. Kwa hiyo mm, leo tukapiga tukapiga tasmini na kutafuta eneo ambalo tunaweza tukafikisha kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, na bahati nzuri tuka tukaelekezwa huku. Ni eneo la Kimara Temboni, kwa ndani kidogo hapa, kuna watoto wetu uh, wale ambao kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu aliwapa mtihani wakazaliwa, lakini wana, wana maradhi ya kudumu wenye vichwa vikubwa sijui kitaaruma mnahitaji hayana uh, wengine wana ulemavu mdogo mdogo, lakini sisi tukaona soo vibaya kama tutajumuika nao na sisi kutoa mkono wetu wa pole, lakini kuonesha namna gani kama Uh, Tambuu Motors tunarudisha uh, kwa jamii kama vile wanavyotusapoti, basi na sisi kile kidogo tunajitahidi kuwaletea na wenyewe iwe ni sehemu ya kuishi kwa furaha kama wengine japo wana changamoto mbalimbali. Isa, kwa nini umekuwa unafanya huu utaratibu kilefikapo fikapo tarehe pili ya mwezi wa pili? uh, tarehe mbili mwezi wa pili waga ni tarehe yangu ya kuzaliwa, yani ni siku ya birthday. Sasa uh, tunafanya kile kitu ambacho nimesema kama mara ya kwanza tunarudisha shukurani katika, kwa jamii. Kwa mimi nadhani ni kitu kizuri sana, hata wengine pia wanaona, wanaona na wanahamasika na wenyewe wana, wanaweza kuwafikia wambo wenye uhitaji. Kwa hiyo nadhani mimi ni sehemu nzuri zaidi kuliko kufanya kitu kingine chochote. So. Pia tumeona watu maarufu au wa wenye fedha mara kadhaa huwa watafanya hivi, lakini baadaye mara wata bana, mimi najizawadia gari, najizawadia majumba, najizawadia hivi lakini still hii ni mara ya pili kama sio ya tatu. Lazima ikitokea jambo kama hilo, ukutane na watu wenye mahitaji eh, usaidie jamii, lakini ukaona mimi nisijibariki. Hiyo pia inspiration inatokea wapi? kwa sababu huwa kufanya hivyo no, unao ngoja nikwambie hivi vitu, kila mtu mwenyewe anavyojisikia kwenye nafsi yake, sawa. Kama sisi tumekuja kutoa sadaka zetu ibada kwa watoto wenye uhitaji, Mungu ndo alivyowaleta duniani, basi kwa hiyo kila mtu na nafsi yake anavyojisikia. Sasa ukianza kuwababu watu hapa, kama tumekuja kuwasema watu hapa, tumekuja kutoa ibada na sadaka, hata we mwenyewe unaweza ukajipa zawadi ya gari, ukajipa zawadi ya maji ya kunywa, na hapa usifike na unapajua. Kwa hiyo ni moyo wa mtu sawa bwana, na akili zake na huruma wake na imani yake. Tumemaliza, kiongozi tunaye hapa. Kabla ya kwenda kwa viongozi, tunatamani kutambua kitu kimoja. Wewe binafsi unapeleka E, message gani kwa watu mashuhuri wenye pesa? Ngoja nikwambie, ngoja nikwambie gabi. Ngoja nikwambie gabi. Hapa tujaja kumsemea mtu alioguswa na hili jambo anatuona kwenye mitandao ya kijamii, na hili jambo si geni na alijaanza leo sawa. Hata hao wanaotumia mabaharini wanakunywa NS wanajiozalia magari nao, na ndugu zao wana matatizo kama haya, kwa hiyo mtu mwenyewe anaoguswa na hili jambo atajua nini umuhimu wake. Atujaje kumsemea mtu hapa. Ukitaka kumsemea mtu utawamaliza hata e, wewe mwenyewe una mapungufu yako. Na mimi hapa nataka neno lako kubwa doto magari kutokana eh, na tukio hili ambalo umelifanya, na tukio la kibinadamu ni tukio la kuwapendeza watu wengi sana. Nilipi labda niseme hivi, kila binadamu au kila muislamu au kila mwenye dini yake, vitu hivi vinaombwa vimguse, hivi sie vitu vya kuambiwa. Wewe mwenyewe sawa, mawazo yako ya kichwa na akili yako sisi mpaka ukamwambie mtu. Unatuona sisi tuna marafiki kibao na kampuni yetu ni kubwa. Tukisema tungechangisha hapa ingejaa hela. Lakini tumeamua wenyewe. Kwa hiyo wakiguswa watatufuata. Pale ni sehemu gani? Kimara Temboni watakuja kumuona kiongozi huyu hapa. Nadhani mengi sana kiongozi huyu hapa. Jua kali usimchoshe kiongozi. Sogea kiongozi. Eh, bwana, msitoe kwa nyuma hapa nafasi. Ongea kiongozi sasa. Huu ndo muda wako. Faida na usazama ungeanza na jina. Oh, wote msogea. Shukrani sana tunawachukua. Sawa sawa, sawa. Hai. Hey. Jamani, huyu ndio kiongozi wetu, ndio mkurugenzi mwenye kituo chetu anaosimamia watoto wetu. Twende kazi. Naitwa Santos Joshua, ni kijana lilizoleo na ulemavu wa mgongo wazi. Ni mtumishi na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Asbat. Asbat ni chama cha wazazi wa watoto wenye ulemavu wa kichwa kubwa na mgongo wazi, na hapa tulipo, tuna nyumba maalumu kwa ajili ya wa wazazi wanaotoka mikoani kuja kufuata matibabu ya kibingwa hapa Dar es Salaam katika hospitali zinazotoa huduma hizo ikiwemo hospitali ya taifa Mwembele, lakini pia tuna huduma ya watoto waliokosa uh, upendo na malezi ya wazazi wanaoishi hapa kwa ajili ya kusaidiwa uh, makazi, lakini sambamba na hivyo uh, kupata huduma ya kupelekwa shule ambapo tunategemea hisani zenu kama ambavyo leo uh, uh, Tambuu Motors walivyotubariki. Niseme kwa kweli ninawashukuruni sana hususan nishukuru Uh, kampuni ama taasisi ya Tambu Motors kwa hichi kitu kizuri ambacho wamekifanya kwetu sisi, kukumbukwa na kuthaminiwa kwa jinsi hii kwetu, tunajisikia fahari. Ni wachache sana wanaweza kufanya jambo kama hili, hasa katika siku hii ya kusherehekea kumbukizi kumbukizi ya kuzaliwa. Wengi wanaweza wakafanya kwa namna ambavyo wao wanaweza na, na wanavyojua kama alivyozungumza ndugu yangu Doto Magari. Aa, lakini kwa jinsi hii namna ambavyo mtu anaweza akafanya ni namna nyingine ya kipekee. Na sisi kwa Wakristo tunaamini katika maandiko matakatifu, naye amesema wazi, hamhurumiaye maskini amemkopesha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme kampuni ya Tambu Motors, aa, na mkurugenzi mtendaji nafikiri ndugu Isa kwa hichi alichokifanya ni deni alilolikopa kwa Mwenyezi Mwenyezi Mungu, na niseme katika hiki mlichokifanya Mwenyezi Mungu atawalipia. Ina kila sababu ya kushukuru sana kwenu na mtakapopata nafasi kidogo ya kuwaona wa baadhi ya wa wazazi, mtawasikia na nitamani kwamba mtupe nafasi kidogo pia ya kuzungumza na kampuni hii, uh, kusikia na kufahamu kwa uchache kidogo utendaji wa shughuli zetu changamoto na mahitaji yetu. Naamini kwa ukubwa wa jambo tunalokusudia na changamoto tulizonazo, basi walau kwa sehemu kidogo mnaweza mkatushika mkono na mkatusaidia sana haya mahitaji ambayo umetuletea na kutusaidia. Mungu awabariki sana, na nasema asante, karibu. Kutaja jina lako, utuambia kile ambacho kimeleta, zimekupokeaje? Asante kwa jina. Naitwa Mwanahamisi Mpanda. Nashukuru kwa ujio wenu. Cha kwanza mmekuja kutufariji, mmekuja kutia moyo, mmekuja kututia nguvu, pia amegusa mahitaji yetu mengi sana tunayohitaji. Tunashukuru kwa niaba ya wazazi wenzangu, kwa niaba ya kituo, kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu, tunashukuru kwa sana kwa kufika kwenu. Ninamwombea Mwenyezi Mungu ambariki na awabariki pia kwa kufika hapa. Pia tunashukuru kwa kila jambo mpaka hapa mlipofika, mmetusamini, mmetuona, mmetugusa, mmetuhitaji, maana tume tumeuona upendo wenu mpaka kufika hapa. Kwaiyo nawashukuru sana, Mungu awabariki. Happy birthday! Ah, <laughs> weka mkono wa nyani mfukoni, weka mkono wa nyani, ficha hii hela <laughs> ndogo, ongeza hela <laughs> acha <laughs> ubahili. Nada kakusifia vibasi, kipara kina kutoka jasho. Jamani, basi tuko pamoja. Uh -huh. Mkurugenzi kwapi? Mkurugenzi, yeah. yeah. Ngoja sasa hivi basi, sisi tushamaliza, acha ongee wenyewe wenyewe. Ngoja kibali ya kutaka kufunga mambo Doto ujibu, sio kwa na jambo, muda msiwatosho, watu tumetoa sadaka iende sisi Doto. ah. okay. Kusubiri sasa, tulia, acha maneno. Kwa hiyo si kama mlivyosikia, tume wameshukuru na sisi tume tumetoa shukrani, lakini pia nje ya haya mahitaji lakini unajua kuna kuna namna ambavyo kuna kitu lazima utakao likiruka ambacho kimsingi kinakuwa ni wao walikuwa wanakihitaji mimi siwezi kujua mahitaji yao ya moja kwa moja Mdewo. lakini msingi mkuu ni fedha siku zote. Kwa hiyo e, moja kwa moja kwa kampuni ya Tambu Motors tuliamua kuchanga mimi na ndugu yangu Doto. Doto alitoa laki tano na mimi nikatoa laki tano. Kwa hiyo hapo tunataka tuikabidhi milioni moja e, mbele ya hapa ndio habari. Yule mpambe wa Doto yuko wapi hapa? Kwa hiyo ndugu yangu tunakukabidhi hii pia Mheshimiwa, hii hapo, laki tano yangu, laki tano yake. Mungu akubariki <tosawa> Mungu akupe maisha marefu <tosawa> Lakini Doto, unaruhusiwa kuongeza sababu we Mwenyezi Mungu amekubariki umekuwa tajiri. <tosawa> Namshukuru Mungu, nimekutoa kwa hiyo unaweza katoa hela nyingi zaidi ukaongezea hapa. Karibu Doto <tosawa> magari <tosawa> jamani, nawashukuru sana, nawapenda dada zangu, nawapenda. Basi vitu viingizwe ndani. Mheshimiwa Tusikuchoshe sana tuombee dua tena tuje siku kama ya leo, hilo tu, sio? Unajua eh, na wengine waloguswa mnayaona, ulizeni wapi, namba za simu zipo Kimara wapi, hilo ndo la kuliacha, lakini tusimsemee mtu kwa nini aje, hiyo haitakiwi. <laughs> E, hii ni ibada. Mungu akuweke sana jamani, mloguswa mje, lakini hatuwezi kwa kusema, si kwa nini unakaa baa wewe, kaa tu sawa. <wasema. laughs> Ungemuuliza <laughs> Ungemuuliza yeye yeah. Yeye pale pale anaposema. Mtu aliyesema ndoto hajui kusoma. Wow, sasa yeah. Mimi mkataba wangu hivi sina mfilisi hivi yeah. Anaweza yeah. Hivi anaweza kunilipa milele, uweze kwanza kunilipa. Hata ni staff kazi. Mnasema nisemelo ni staff kazi siyo? Mnasema gamafao mm. Ah, Na swala la nyumba vipi ambalo alikwambia labda ambalo alikwambia labda atajenga kwa uwezo wangu. kunijengea nyumba. hapo. <laughs> <mba. laughs> Hawezi sasa ni jamani. Anaogopa utauza. Hawezi kunifanyia kitu chochote, nyie mna akili wanahabari. Sasa ni mnakuja kwangu, mnaniona mali zangu mnaziona. Hivi unaweza yeah, yeah, kunijengea nyumba wewe? Yeah, yeah. Huko kwenye kaja kwa shindikizo. Bwana, twende Friday usifanye vitu tukaone watoto wenye uhitaji. Umesema nini? Kwa shindikizo

Mimi hivimi mi, shanisa hata siku moja babu yenu na basidei sijui kwanza sina sina uwezo siwezi basdei ndo kama hivyo kwa watoto wenye uhitaji hmm. Sawa bwana yani siku zote sawa bwana ukimsaidia Mwenyezi Mungu kumtolea sadaka yaani kama vile umemlipia deni lake lakini mimi mambo ya basde hata siyaelewe Washikaji walikuwa wanataka kwenda kwenye yacht kuifanya birthday. Wewe ulikataza. Sababu si kubwa ni nini? Mimi mtoto wa Kiislamu mambo yana yajua ya maji ah, ah. Hey, kama tushatoa sadaka hapa tutafuteni sehemu yenye kimvuli watu wale wanywe

Utaendelea kuweka magari yako pale kumi, ishirini, thelathini, arobaini, hamsini, sitini, sabini, themanini, tisini, mia

darasa la tatu kwenda darasa la nne unaweza kukumbuka ulifanya ganini mtihani wa moko njomba? <laughs> Kama watu hawajawahi kukupa hongera, ngoja nikupe leo hongera. Wewe ni mtu ambaye upo kwenye ndoa yako na unaonekana na utulivu sana. Kitu gani ambacho ka kufanya ukae kwenye mstari mmoja na familia na kumkumbuka mkeo muda wote na kumheshimisha sehemu mbalimbali? Ngoja nikwambie, kwa sisi wazalamu tuna ibada kubwa sana kwa wake zetu kwa sababu mpaka mtu mwenzio anakupigia jua la saa saba ili na maana akakukumbuka ni wakwake. Kwa hiyo unampa uaminifu bwana, niko naandishwa habari, tumekuja kwa watoto wenye uhitaji. Sawa, tunatoa sadaka zetu, ibada zetu, piga subcall basi, nikampigia nione vitu vya kawaida. Mimi mkubwa wa miaka 48, kwa hiyo kufanya ujinga. Kuna mtu akikaa na mimi baada ya dakika tano tunajua huyu mtu kumbe ana matatizo. Nimetandao nadhani leo mmeona nyie wadogo zangu. Mwenzangu kanipigia niko huko ili aamini. Hey. Na kuna kuna nilikuwa nakusikia kwamba wanatamani kumnunulia zawadi kubwa sana. Ah, ah, siwezi kufanya hivyo kama watoto. Mimi mtoto wa Kiislamu. Mimi nimeenda jando. Zawadi, kwa nini uitangaze zawadi ya mwenzio? Ina maana pale unamnadi mkewe. Hey. Hey. Unajua watu wajua wake tu. Etio, nimemnunulia gari. Sio wameika mstari mekundu sio nini? Hey. Wale si wakuja, wamekuja mjini. Hmm. Kwa mimi mtoto wa Kiislamu kweli ni mwite mke wangu ni mnadi mbele pale nimemnunulia gari. Kumbe, utakapomwona kaendesha ndo utajua tayari mkubwa kamaliza. Eh, hey, lakini kuna dinadi. Lakini unaweza kumzuia mtu anachotaka kukifanya? Wewe na unapenda kamera wewe. Umekaa saa zote hapa. Mbona unamtelekeza msanii wako? Mbona msanii huyu kama tayari shakuwa mkubwa anajitegemea? Yuko ofisini na sasa anauza magari anajitegemea kuimba mchezo. Kuimba mchezo ni. Eh, asikae na boss wake. Huyu sasa anauza magari anajitegemea. Sio anapopendeza, njoo ruge. Njoo. unaona Anapopendeza njoo. Njoo. Sio sasa hivi tofauti <laughs> <laughs> na zamani. Huyu hapa.

Haumkumbuki. Hey, Analia, hey, hmm, hey, hey, hey, hey. Hey, magari kwenye gari lina hela dalali wa Magomeni. Nakujua maisha yako. Ulikimbia kwa laki mbili tu. Njomba leo neno lako kubwa kwa rafiki yako mshikaji wako ambaye unashirikiana naye kwenye biashara siku ya kuzaliwa nilipi tumaliza, labda nikwambie, leo ni siku yake ya kuzaliwa hmm. Mungu kambariki na hawezi kufanya chochote kwa sababu haamini maisha yake hmm. Miaka ya nyuma alikuwa afanyi hivi vitu juu hmm. <laughs> baada tu ibada kumsogea make, riziki ni ibada hmm. Imemsogelea ndo kidogo naye anakumbuka hmm. Lakini muulizeni mwanzo alikuwa anafaa vitu hivi okay. Sawa, kipindi yuko Tabora, Tegeta, Morogoro. mm. Hebu mwambie tuonyeshe picha za zamani basi, leo ulifanya Morogoro. Uligawa hata jeneza moja. Eh, Maki sasa alikuwa anauza jeneza. Uligawa hata jeneza kwa wafiwa. Mm. Subutu. Oya. Bora mimi mimi nitaandika kalamu, naandika chochote hapa. Angalau herufi zinapanda bandana. Alikuwa na leader. Isa ajui chochote. Leader kwa msiba unaona? Isa ajui chochote nyinyi. Oya. Unajua na kongeni samani. Hapa tukimaliza interview, kesho mumtembelee kama surprise. Isa samani. Mm. Samani sana hmm. Naomba tuambie walimu wako watatu wa darasa la tatu na darasa la saba. Mimi nakumbuka walimu wangu, mwalimu Gereshapu. Sawa bwana, darasa la saba mwalimu Gereshapu, shule gani? Ana nasifu sijafika darasa la saba, lakini namkumbuka. Sikuja la saba, anafundisha la tatu. Alikuwa anafundisha somo gani? Jiografia. Mimi mbaya jiografia sana, alikuwa